Katika mataifa ambayo yanaongoza kuwa na deni kubwa sana la bodi ya mikopo ya dunia, yani International Monetary Fund ama IMF, unaambiwa kwamba Kenya inakamata nambari ya pili kati ya mataifa ambayo yanadaiwa pesa nyingi sana Afrika. Sasa kulingana na ripoti ambayo imetolewa juzi kati na IMF, inaonyesha kabisa kwamba Kenya imekamata nambari ya pili katika kudaiwa ama nambari ya pili katika mataifa ambayo yanadaiwa hela nyingi, ikiwa sasa hivi inadaiwa deni la takriban dola bilioni tatu na au sio bana? Ambazo kwa pesa za Kenya inakuja takriban bilioni 388, 388 billion that's Kenyan shillings ambazo taifa hili la Kenya inadaiwa. Naomba kwamba taifa la kwanza mbalo linaongoza kwa kudaiwa hela nyingi sana ni Egypt, ambao unaambia kwamba wanadaiwa na IMF dola bilioni 9.096. Eh, sasa kwa pesa za kawaida kawaida, ebana ni deni moja kubwa sana, lakini pia tukiachia mbali Kenya ambayo ni miongoni mwa mataifa mengi sana ya Afrika ambayo yanadaiwa na bodi ya mikopo ya IMF, naambia kwamba mataifa mengine ambayo pia yatakuwa yanadaiwa, nikizungumzia top 5 ama eh, tano bora katika mataifa ambayo yanadaiwa unaambia kwamba Angola inadaiwa bilioni mbili, Cote d'Ivoire inadaiwa pia bilioni mbili, lakini pia bilioni Ghana inadaiwa bilioni mbili. Lakini sasa kuna utofauti kati ya kiasi cha bilioni mbili ambazo zinadaiwa mataifa haya. Angola inadaiwa bilioni mbili nukta tisa, lakini pia Cote d'Ivoire inadaiwa bilioni mbili nukta sita, Ghana inadaiwa bilioni mbili nukta nne. Lakini Kenya ni nambari ya pili ambayo inadaiwa bilioni tatu nukta sifuri mbili mbili, lakini Egypt inaongoza taifa ama inaongoza katika mataifa e bara hili la Afrika ambao wanadaiwa bilioni tisa, lakini pia katika ripoti hiyo e bana IMF wametoa list ama orodha ya mataifa ambayo hayadaiwi kabisa chochote na bodi hiyo ya mikopo, na miongoni mwa mataifa ambayo hayadaiwi na IMF ni pamoja na Algeria, Botswana, Eritrea, Libya, Mauritius pamoja na Zimbabwe. Mwenyewe wakati naitazama ili si kuamini kabisa kama Zimbabwe hawadai chochote na IMF nadhani kwamba ni kutokana na vikwazo ambavyo walikuwa wamewekewa kipindi cha uongozi wa rais Mugabe, lakini naomba pia unipe maoni yako pale chini kuhusiana na kiasi ambacho Kenya nadaiwa kwenye mikopo. Na tukizungumzia katika mataifa ya Afrika Mashariki, naambea kwamba Kenya ndio imekamata tu miongoni mwa top 5 mataifa ambayo yanadaiwa na IMF.